Nakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Peter Mukungi na nafanya kazi na kanisa la Christ Church Loresho na tumekuwa tukijifunza kutoka kitabu cha Yohana kumi na moja na tumekuwa tukiangazia swala kubwa na swala lenyewe ni ni wapi Mkristo anaweza akapata tumaini wakati wa huzuni, wakati wa majozi, wakati wa changamoto za kimaisha na za kiimani, na kitabu cha Yohana kumi na moja kimekuwa kitu, kitu, Uh, tukijifunza mambo mengi sana kuhusiana na vile ambavyo Mkristo anaweza akapata tumaini la hakika wakati anapitia changamoto za kiimani, na haswa wakati wa mateso, wakati wa ofu, na wakati mambo yamemwandama, wakati mambo yametufika. Na nitasoma mstari wa kumi na saba hadi ishirini na tatu na tutaweza kujifunza mambo machache pale tukiendelea kutiwa nguvu uh, kwetu sisi, haswa wale ambao tunamwamini Yesu Kristo. Biblia inasema katika Yohana 11 mstari wa 17 hadi wa 23: basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku nne. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadri ya maili mbili hivi, na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi madha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi madha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Mstari wa 23. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Akili ambacho tunapata hapa ni ya kwamba hii ni familia ambayo imekumbwa na majozi na huzuni. Um, Mariamu na Martha wamepoteza ndugu yao Lazaro. Na mstari wa kumi na saba unasema alikuwa kaburini yapata siku nne. Siku nne zishapita, Lazaro amekuwa amekufa. Na Yesu amepokea hizi habari pamoja na wanafunzi wake, na sasa wameanza safari ya kwenda Bethania nyumbani kwa Martha na Mariamu ili waende pia wao uh, wakaomboleze pamoja na wao. Lakini tutaona zaidi ya maombolezo. Mstari wa kumi na tisa unatuambia kwamba kulikuwa na watu wengi, Wayahudi wengi ambao walienda kukusanyika pamoja na Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Ni wakati mgumu sana, sana kwa hii familia. Ni wakati ambapo huzuni na kilio kimewakumba kwa sababu ya kumpoteza ndugu yao, na najua kwamba ninaposema mambo kama haya, labda wewe msikilizaji, kuna mambo na hali ambazo umepitia ni za hofu, za majozi, za kukuvunja moyo, na hata labda zingine za kukupotezea matumaini katika maisha. Hivi ndivyo ilivyokuwa hali katika familia hii na watu wa Yahudi wengi walikuwa wamekusanyika pamoja na wao kufanya kile ambacho watu wengi tunaweza tu tukafanya kwenda kuomboleza na mmoja wetu. Lakini mstari wa ishirini unatuonyesha jambo zuri. Biblia inasema, basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja alikwenda kumlaki. Martha amepokea habari ya kwamba Yesu Kristo anakuja kuwatembelea nyumbani mwao na kile ambacho tunaona hapa ni ya kwamba Yesu si kama mwanasiasa mkuu ambaye atakuja kwa hii boma akuja wafariji kama watu wengine na akuja labda hata apeane ahadi mingi mingi na vile ambavyo ataendelea kusimama na wao. Martha anamtambua Yesu Kristo ni nani. Martha anajua ya kwamba yule ajae si kama wale wengine ambao wamekuja na tuoni umati wote na Wayahudi wale ambao walikuwa wamekuja kuomboleza na kuwafariji wakienda kumlaki Yesu pamoja na Martha. Martha anaelewa zaidi, amesikia habari za Yesu, anajua kwamba Yesu wamekuwa pamoja naye na, na amemwona Yesu akifanya mambo mengi ya kuwapea wanadamu matumaini. Biblia inasema alikwenda kumlaki, na mstari wa 21 unatuonyesha wazi ya kwamba Martha aliweka imani yake ndani ya Yesu Kristo, na hilo ni jambo zuri sana la kujua ya kwamba wakati hofu na uh, mambo magumu na changamoto za kimaisha na mateso na mapito magumu yametukumba, uh, msikilizaji, tunaye mmoja ambaye si kama mwanadamu kama wale wengine. Yeye ni Bwana wa faraja, yeye ni Bwana msaidizi wetu wa karibu yeye ndiye anakuja kutuongoza kutusaidia kusimama nasi kutupa faraja ambayo mioyo yetu inatafuta. Basi mstari wa ishirini na moja, kwa kujua vile mba, yule Yesu ni nani. Martha akamwambia Yesu, Bwana ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Na haya ni maneno mazuri sana ambayo yanatambulisha imani ya Martha. Anajua ya kwamba Yesu Kristo ndiye amekuja na yeye anatosha kuwapea faraja hata katikati ya kifo. Anatambua ya kwamba kama Yesu angalikuwa hapa ndugu yao angalikufa, lakini anamwambia, lakini hata sasa najua ya kuwa yeyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Na kitu moja ambacho ningependa tusome siku ya leo ni ya kwamba kama vile Martha anaweka imani yake ndani ya Yesu Kristo, hivyo ndivyo Mkristo anavyokuwa, hivyo ndivyo Mkristo anavyopaswa awe, kujua kwamba hata wakati wa changamoto na mateso <coughs> tunaye Bwana Yesu Kristo, Bwana mfariji wetu, ambaye tunajua kwamba hata ule wakati ambao anakaa ni kama amechelewa kuja kutuletea faraja na msaada ambao tunahitaji katika hali zetu za kimaisha, katika changamoto zetu na huzuni na hofu zetu, imani ya Martha ndiyo inafaa kuwa imani yetu, kujua kwamba tunaye mmoja ambaye anatosha kuja kutuletea faraja ya kweli, kuja kutuletea msaada ambao ni wa karibu, ambao tunahitaji kwa muda huo. Na nikimalizia, nitakutia nguvu wewe ambayo unanisikiza, na la, labda wewe ni mkristo na umepitia hali ngumu, hali za majozi busha ya kwamba unaye Bwana ambaye anatosha kukuletea faraja. Weka imani yako ndani yake. Ule wakati ambao unasikia kutingizika, unasikia kwamba mambo yamekufika, yamekukumba, inua macho yako na umtazame Yesu Kristo kama Martha. Martha alimwambia kwamba, lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu atakupa. Na Yesu akamhakikishia kwa mstari wa ishirini na tatu akimwambia, ndugu yako atafufuka. Ule wakati ambao mambo yametushinda, Bwana Yesu Kristo anatosha kuwa upande wetu na kuwa karibu nasi kutusaidia, kutuongoza, kutuhimiza na kusimama pamoja nasi na kutufaraja ambayo mioyo yetu inatafuta. Asante sana sana.